Asante sana Mheshimiwa Rais, <laughs> kwa sababu leo ni siku ya furaha sana, sana sana sana. Na hapa leo hatuko mawaziri wengi, kwa isani yako Mheshimiwa Rais, wacha niwaalike wenzangu. Wa kwanza nitaanza na mtoto wa maa dada yetu waziri wa defense

Uh, Your Excellency karibu Amboseli, karibu Kajiado County, karibu uh, katika jamii ya Maa. Tunafurahi siku ya leo, tunataka kukushukuru kwa sababu ya ku restore Amboseli to the community through the county government.